Naam, ni kongamano lililoandaliwa ili kubaini uwezo wa vijana kutoka maeneo mbalimbali. Baadhi ya talanta zilizoibuliwa na kuigizwa ni uimbaji, ambapo Peter Orlando msanii kutoka kaunti ya Uasinigishu aliibuka mshindi baada ya kuimba nyimbo tatu za Injili. Aidha, Shabra Kogona, mwigizaji, naye hakuachwa nyuma, aliibuka mshindi katika kitengo cha uigizaji Moyo ni kwamba vijana wengi wana uwezo wa kuibua talanta zao, lakini changamoto ni eti kwamba hawana msaidizi. Mtazamaji wangu kufikia hapo, sina la ziada. Nakumbuka studioni nikiripotia Wamuzi Media, jina langu ni Esther Mkoya. Ah, asante sana Esther kwa taarifa hiyo ya ukuzaji wa talanta na mtazamaji wangu kufikia hapo sina la ziada, ila kuhitimisha awamu hii ya saa saba mchana, unaweza pia kutupata majira ya saa tisa mchana, au tufuate katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube na WhatsApp at Uamuzi News. Jina langu ni Felix Asunga.